Vijana jijini Mombasa wamehimizwa kuitumia jukwaa la LinkedIn kama nyenzo muhimu ya kujijenga kitaaluma, kutafuta ushauri na kupata fursa za ajira, katika kikao kilichofanyika leo katika ukumbi wa Swahili Pot Foundation. Akizungumza katika hafla hiyo, Louis Maret, kiongozi wa sekta ya serikali, elimu na mashirika yasiyo ya kiserikali katika LinkedIn Africa, alipinga dhana kuwa LinkedIn ni kwa ajili ya watu walioajiriwa pekee. Aidha, alisema LinkedIn ni mahali pa kujitangaza kitaaluma mbele ya waajiri na pia kuchapisha kazi zako za kujitegemea, kujenga jamii na kushiriki maudhui yenye kuongeza thamani. Mareta alieleza kuwa vijana wa umri kati ya miaka 19 hadi 25 hupata changamoto kujitofautisha kwenye mitandao mingine ya kijamii, lakini LinkedIn huwapa nafasi ya kitaaluma zaidi ya kuonyesha ujuzi na malengo yao.

Louis to to um, so Maret pia alisisitiza umuhimu wa kuwa na washauri katika safari ya taaluma. Alikiri kuwa awali alipata changamoto kupata menta, lakini akasema vijana wa Swahili Pot Hub Foundation wana bahati kuwa na mazingira yenye watu wa kuwaongoza.

But if you're 19 you could be looking for someone in your network who's maybe 22, 23, 25, who's done everything both well and not so well made mistakes and also made good decisions that you're going to be making as well in the next five to six years Nikiripotia Swahilipot FM kutoka Swahilipot Foundation mjini Mombasa langu jina nina Shpai Koikai